Uongozi wa timu ya Wydad Casablanca eh, majira ya jana, ambapo mchezaji wao Aziz K aliweza kupata majeraha ambayo yalisababisha mpaka kukimbizwa hospitalini. Sasa leo amekuja na taarifa kwa umma, ambapo wameweza kutoa taarifa hiyo mapema siku ya leo. Ukipitia katika page ya Instagram ya eh, eh, mtangazaji wa mpira eh, Nazareth Upete ameweza kupost na kuelezea hichi ambacho kimeweza kutokea. So taarifa hii kwa, kwa umma ambao wameweza kuitoa timu ya Wydad Casablanca kumhusu Aziz K wameweza kueleza kitu gani ambacho mpaka sasa kina msibu, mpaka sasa na kilipelekea mpaka Aziz Ki kuisha hospitalini mapema siku ya jana katika mchezo wao huko Zanzibar eh, dhidi ya Azam FC, ambapo ilitokea kwamba mchezaji huyu Aziz Ki aliweza kugongana na mchezaji wa Azam kiasi ambacho kilipelekea yeye kupata majeraha katika kichwa. So kitu kikubwa ambacho kimesababisha mpaka Aziz Ki kupelekwa eh, eh, hospitalini majira ya jana na ambulance kuja uwanjani ni kutokana na kile ambacho kilisemekana, majeraha ya kichwa ambayo yalimsibu so, E, habari zimekuwa nyingi sana katika peji za mitandao mbalimbali ya kijamii e, wadau wengi wakiendelea e, kuuliza juu ya hichi ambacho kimeweza kutokea, lakini taarifa hii kwa umma ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: Azizki anaendelea kutibiwa kwa uangalizi zaidi. Mchezaji e, Stefan Azizki alipata jeraha la kichwa lililo lililo lazimisha atolewe uwanjani kabisa nje uwanja na kukimbizwa hospitali pale Zanzibari kwenye mchezo wao dhidi ya Azam FC. Si. Timu e, ya utabibu ya Wydad imepokea maelezo kuwa nyota huyo atakuwa kwenye uangalizi maalum kwa saa 24 na baada hapo taarifa zaidi zitolewa. Get well right soon, e, shemeji yetu huyu e, Stefan Azizki, ambapo taarifa hiyo kwa umma ndio ilikuwa inasomeka kuhusiana na haya ambayo inaweza kusema kwamba e, timu yao ya utabibu ama madaktari wameweza kupokea taarifa kwamba kwamba mchezaji wa Aziz Ki amepata jeraha la kichwa kidogo, so hicho ndo ambacho mpaka sasa kinaendelea, lakini e, baada ya masaa ishirini na nne Wydad Casablanca inatarajia kutoa taarifa kwa umma zaidi kuelezea hili tukio likoje kwa undani. Kwa unazungumzaji hili sa komenti yako hapo chini.